Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono TV, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekee huko Mashariki ya Kati. Naitwa Ramadhani fupi. Baada ya mivutano na vitisho vya mara kwa mara kati ya Israel na Iran, hatimaye Israel imefanya mashambulizi mazito huko nchini Iran usiku wa kuamkia leo Juni kumi na tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Serikali ya Israel imefanya mashambulizi nchini Iran katika miji kadhaa ukiwemo mji mkuu wa Teheran na kusababisha vifo vya watu muhimu katika taifa la Iran, akiwemo kamanda mkuu wa kikosi cha ulinzi cha Iran Jenerali Hussein Salami pamoja na wanasayansi wawili wa nyuklia, akiwemo Faidun Abbas pamoja na Muhamed Mehdi Teheranji. Ripoti zinaeleza kwamba kamanda mkuu wa kikosi cha ulinzi nchini Iran meja jenerali Hussein Salami pamoja na maafisa wengine waandamizi wa IRGC nao wameripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo lililofanywa na serikali ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa serikali ya Israel. Pia shirika la utangazaji la kiislamu la nchini Iran la IRIB nalo limethibitisha kuwa kamanda mwandamizi katika kamandi ya majeshi ya Iran Ghoram Ali Rashidi na yameuawa katika mashambulizi hayo ya alfajiri ya leo. Naye Meja Jenerali Mohammed Baghir ambaye ni mkuu wa kamandi ya majeshi ya Iran wakati huu inadaiwa kuwa yupo kwenye chumba maalum cha operation. Mashambulizi yaliyofanywa na Israel huko nchini Iran yameripotiwa kuanza mnamo saa tisa za usiku, kisha kufuatia na miripuko kadhaa katika baadhi ya miji mingine. Serikali ya Israel kupitia waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu imethibitisha kuhusika katika shambulizi hilo, ambapo Netanyahu amesema kwamba shambulizi hilo linaitwa Rising Lion, linalenga kurudisha nyuma tishio la Iran kwa watu wa Israeli. Na mnukuu, tuligusa kiini cha mpango wa kurutubisha nyuklia wa Iran. Tulilenga kituo kikuu cha kurutubisha cha Iran huko Natanzi, alisema Benjamin Netanyahu kupitia video iliyorekodiwa kwenye televisheni. Kwa upande wa serikali ya Marekani, imesema kwamba awali ni kweli ilijulishwa kuhusu shambulizi hilo la Israel, lakini Marekani imesema kwamba haijahusika kwa namna yoyote katika shambulizi hilo la Israel alfajiri ya leo. Sambamba na hayo, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ameionya Iran kuhusu kuchukua hatua yoyote dhidi ya wanajeshi wa Israel hasa kwenye huma ya mashariki ya kati lakini ikumbukwe, Iran ilishasema kwamba wote watakaoshirikiana na Israel kufanya mashambulizi dhidi ya Iran wote watajumuishwa pamoja na kuwa shabaha ya kisasi ya Iran dhidi ya watu hao. Kwa sasa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran inafanya tathmini ya uharibifu uliojitokeza pamoja na kupanga namna ya kurudisha kisasi dhidi ya Israel. Hata hivyo, shirika la habari la IRNA likinukuu chanzo cha usalama limesema kwamba Iran kwa sasa inajiandaa kutoa jibu kali na la wazi dhidi ya Israel. Hayo yote yanajiri wakati ambapo ya bado kuna msururu wa duru za mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuhusu mpango wa vinu vya nyuklia vya Iran. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari, duru ya sita ya mazungumzo kati ya Teheran na Washington, Marekani, ilipangwa kufanyika siku ya Jumapili, lakini kufuatia hiki walichokifanya Israel usiku wa kuamkia leo basi huenda mazungumzo hayo yasifanyike na yakafutwa kabisa. Mfuatiliaji wa Kankono TV, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, lakini usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.